E, bwana, ndugu yangu Rasta, mambo vipi? Bwana freshi, freshi. Uko vizuri? Niko bomba. Ya, yeah. Sasa uh, tuanze kwenye haya masuala yaliotokea hivi karibuni. Yes. Eh, kwanza klabu ya Yanga iliweza kukutana na, na uongozi wa bodi ya ligi yes. Hapo eh, Juskati halafu wakapeleka maazimio yao manne kwamba wanaomba uh, CEO wa bodi ya ligi ajiuzulu, wakawa wanaomba uh, bodi ya ligi iwe huru, wakawa wanaomba katibu mkuu wa TFF bwana Wilfred Kidao Naye ajiuzulu jiuzulu. Sawa. Kwa hiyo katika yale maazimio manne wewe umeyaunga mkono au mtazamo wako uko vipi? Aa, mimi kwanza niseme kitu kimoja, kwa kile ambacho walichokuwa wamekidai kamati ya utendaji na uongozi wa Yanga katika maazimio hayo manne, mimi nasema kwamba naungana nao mkono moja kwa moja kwa sababu kidau walaskalia bodi ya ligi, wote ni wale wale wale kwa sababu TFF, rais wetu sisi ni Wallace Karia ambaye ni kiongozi wa chama cha mpira, yeye ndio anateremsha oda kutoka juu kuja chini. Sasa na rais akishasema nyinyi mliobakia huku chini, kinachofuatia kinetof, kinetof, ni utekelezaji. Sasa kwa maazimio ya Yanga Afrika waliokuwa wamepeleka ndani ya TFF kwamba bodi ya ligi kwanza iwe huru, hiyo ni sahihi kabisa, kwa sababu hata tunaona ligi za wenzetu barani Ulaya ukienda kwa mfano kule Uingereza bodi ya ligi na chama cha mpira cha nchi ile hawashabiani katika majukumu kila mmoja ana tabaka lake kila mmoja ana meno yake lakini kama kutakuwa kwamba hakuna eh, ule ule ule ule, ule, ule, ule, mgawanyiko ili swali litakuwa bado kuwa gumu kwa sababu yule atamwagiza huyu na huyu atatekeleza hivi na kishatelekeza hivi shida inakuja kutokea kwa hiyo uongozi wa Dang Afrika walichokuwa wamekizungumzia katika kikao cha bodi ya ligi na TFF wako sahihi, mimi nawaunga mkono kabisa ili mpira wetu wa Tanzania uweze kuchezwa katika misingi ya kufuata sheria na kanuni kama jinsi inavyoelekeza. Yeah, sasa kwa, kwa mtu kama CEO wa bodi ya ligi Bwana Almas Kasongo na ka, katibu mkuu umemwongelea CEO. Kwa nini wamchukue CEO peke yake kwamba yeye ndo ajiuzulu, wanamwacha uh, mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee Stephen Mguto. Kwa nini hatajwi Eh, lakini pia tumeona ametaka uh, hii kamati ya masaa sabini na mbili inayosaidia inayosimamia ligi nayo ijiuzuru. Kwa nini CEO? Kwa nini sio mwenyekiti wa bodi ya ligi? Okay. Mwenyekiti na CEO hawa ni watu wawili tofauti. Mwenyekiti shughuli yake kubwa bwana ni kufungua vikao na kufunga vikao. Lakini CEO ndio mtendaji mkuu wa ile ofisi yote yanayofanyika pale, sio yeye ndo mmalizaji wa kila kitu. Lakini mwenyekiti anashindwa kuingia moja kwa moja, kwa sababu mwenyekiti shughuli yake tunayoifahamu sisi ni kufungua vikao na kufunga kikao, full stop. Lakini CEO ndio mtendaji mkuu na ndo maana Yanga Africa wakasema kwamba kinaakiwa zasaiiika CEO anapaswa ajiuzulu, kwa sababu makashabaka yote ya bodi ya ligi yapo ofisini kwake. Mwenyekiti pale ana ofisi, ofisi ya mwenyekiti ni kwenye vikao, lakini sio pale. Ukienda ndio mwenye ofisi, makashablaka yote ya bodi ya ligi anayo yeye, na ndio maana Yanga akasema kwamba tunachokiomba sisi, mwenyekiti hatuna collapse naye isipokuwa, sio wa bodi ya ligi huyu, kwanza aanze kujitosa nungwi, hatuna imani naye. Akiondoka yule mwenyekiti, atakuwa na mamlaka mengine, itabakia kusimama katika nafasi yake ya kufungua vikao na kufunga vikao na kusimamia tu ajenda, ndio kazi ya mwenyekiti tunapojua sisi, lakini sio ndo mtendaji mkuu, ndo maana huyu aondoke. Yanga ndo maana tumesimamia pale aondoke huyu, sio sio mwenyekiti ana shida ila sionda kiwa ondoke kwa sababu yeye ndo mtendaji mkuu wa ile ofisi ya bodi ya ligi sawa. Uh, pia tumeona kamati ya masaa sabini na mbili. Tupo katikati tunaelekea mwisho, lakini ligi bado haijaisha. Kamati ya masaa sabini na mbili kijiuzulu sasa hivi, hauoni kama uh, italeta ita mtikisiko kwenye ligi ambayo bado hatujaimaliza? Kwa nini tusisubiri msimu um, ukaisha, hizi mechi tatu zikaisha, alafu ikateuliwa kamati mpya ya masaa sabini na mbili ya kusimamia ligi. Ndugu mtangazaji, kuombea kitu kimoja, ujue, mzigo unauma unapokaribia kufika kama mzigo unauma unapokaribia kufika. Hii kamati ya masaa sabini na mbili, tumebakisha mechi mbili mbili au tatu, ligi hiyo imeisha. Hapa ndo kwenye shida. Kuna uwezekano mkubwa ikateuliwa kamati ya masaa sabini na mbili, kamati ndogo tu ya kumalizia hizi mechi zilizokuwa zimebakia, hakutokuwa na shida. Lakini kamati ya sabini na mbili hii ni ya ubabaishaji, kwa sababu tokea tulipotoa tumetokea huko sawa bwana, matatizo yanakuwa ni yale yale, kwa sababu nitakupa mfano mmoja. Hii kamati ya masa, masaa sabini na mbili wanapokuwa wanachezesha ndivyo sivyo, mfano wao Elisasi Elisasi ameshafungiwa si chini ya mara tano, mara sita, lakini bado wanamfungia, baadaye wakimwachia tena, bado wanampa tena game kubwa, anakuja kuchezesha. Tunapoona sisi wenzetu refari kama huyu ameshafungiwa mara tatu, mara nne, anatakiwa ashushwe daraja, ashuke tena daraja, aanzie chini, kama timu unaposhuka daraja inaanzia championship. sawa championship. Hata marefali unatakiwa kama yule kama yule Eliasi alishakosea, wakamfungia wakamwachia, wakamfungia wakamfungia wakamfungia, wakamwachia waka wanamfungia tena, wanampa tena mechi kubwa, kwa mipango yao hii, kamati ya masaa 72, hii bodi ya ligi. Kwa hiyo inaonekana kabisa kabisa hii kamati ya masaa 72 hii ipo pale kwa masilahi ya watu wachache na ndio maana sisi da Yanga Afrika hatuna imani nayo. Hizi mechi zilizobakia iundwe kamati ndogo ya kusimamia katika hizi mechi mbili au tatu, tunamaliza hii ligi bila kutokuwa na tatizo la aina yoyote. Lakini wakamatia kamatia masaa sabini na mbili itakuja kutoa adhabu kubwa, kila mtu hapa atakuja kulalamika. Inawafungia wasemaji wa Yanga mara mbili mara tatu, washamfungia Manara huyu, alikama mwenyewe kashenga katika misukosuko hii. Kamati ya saba sabini na mbili wakishaingia kwenye vumba vyao, wakitoka tamko lao linakuwa linatuasiri sisi Yanga, ndio maana hatuna imani nayo hii. Watu waachie hapa, waondoke, undwe kamati ndogo tu hapa ya kusimamia hizo mechi tatu au mbili zilizokuwa zibakia, ligi hapa ishe. Mwakani sasa ndio itafutwa kamati ya saba sabini na mbili iliyokuwa ipo ambayo haina makando kando, huu mpira wetu tusonga mbele. Lakini kwa kwa mtiririko kama huu, ndugu mwandishi wa habari, mpira wetu hawezi kusogea mbele. Kamati ya masaa 72 ni ubabaifu, bodi ya ligi ubabaifu, TFF ubabaifu. Yaani kila kitu kipo kipo ovyo. Tufuate mfumo wa Ulaya ili mpira wetu fanyeni usogee. Hii kamati ya masaa 72 yenyewe inapata maagizo kutoka kwa rais wa TFF na ndio maana tunalalamika kwamba bodi ya ligi iwe huru, maana ya kuwa huru iwe na meno, inapotoa maamuzi yake TFF hawezi kuingilia. Lakini kama bodi ya ligi haitakuwa huru, hii kamati ya sabini na mbili itakuwa inatoa maamuzi kwa maelekezo ya bodi ya ligi, itakuwa inatoa maamuzi kwa maelekezo ya TFF. Lakini mimi nasema kabisa, Yanga tupo sahihi katika hili, hii kamati ya masaa sabini na mbili inatakiwa nayo ijiuzuru. Hizi mechi mbili zibakia, sio ishu itandwa kamati tu ndogo hapa ya kusimamia mechi mbili, ligi ifikie ukipata, kila moja apate alichokuwa amefikiria kukipata. Uh, nyie kama Yanga ndio mnaongoza hii kampeni ya hawa kujiuzulu hawa tuliowataja. Lakini je, mna, mna sapoti ya hizi timu zingine ama nyie mnaona mnajitosheleza nyie kama nyie katika kutaka hawa kujiuzulu? Je, ni sawa bila kupata sapoti ya hizi timu zingine kwenye ligi Uh, mimi labda kitu kimoja, ndio mwandishi wa habari, mimi nikwambie, tunapozungumzia mpira wa, mpira wa Tanzania, vilabu vikubwa hapa ni Yanga na Simba. Hivi vilabu vingine vinaonewa sana, lakini sauti ya kusema wanakuwa hawana. Mfano nitakutolea hii Mtibwa, kuna kipindi walishachukuaga uchukuaga ubingwa wa CADB, hela yao ilikuwa shida kupata ilikuwa shida kupata, walilalamika, waliandika barua kumi kumi zinakwenda pale TFF, wanaambiwa subiri, tawajibu subiri, mtapata, lakini mwisho wa siku sasa saa bwana wakawa wamekaa kimya. Nafikiri kipindi kile msemaji wao alikuwa Masaubile, aliongea sana Masaubile mpaka akaamua kuinua mikono akasema, ah haya, ah, bwana wakiamua kutupa watupe, wakitaamua kutudhulumu watudhulumu, lakini kwa timu kama Dayanga inabeba sauti za vilabu vingine, kwa sababu meno ya kuongea vilabu vingine wanakuwa hawana, hasa kama timu inasafiri kutoka kutoka kutoka, kutoka Lindi kuja Dar es Salaam kwa Costa. Leo utaongea ni TFF usikilizwe. Inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo Yanga nafikia kipindi ndio maana naambiwa Yanga ni timu ya wananchi. Inabeba mawazo ya timu zingine zote kuwasemea wao ili linawauma hivi vilabu vingine. Mfano wao tumeona tu Pamba hapa wameonewa, Tabora walionewa, Singida wameonewa, lakini wanashindwa kuongea, lakini kwa uonevu ule ule wakifanywa Yanga. Ndio maana mpaka sasa hivi Yanga tumesimama katika msimamo. Atuchezi. Dabi. Atuchezi sisi finali ya CRB Federation kwa sababu za msingi tunazokuwa tunazizieleza. Kwa hiyo haya mawazo tunayoyazungumza, si Yanga ya kujaribu kuongea na TFF na bodi ya ligi, tunazivisemea na vilabu vingine ambavyo havina nguvu ya kuongea ndani ya bodi ya ligi na ndani ya TFF. O, nafikiri kwa mfano, ingekuwa hii dabi ii, ingekuwa hii mechi ya Simba labda na Pamba, ingekuwa labda hii mechi ya Simba labda na Namungo na Namungo angegoma kucheza asingesubutu kugoma kucheza Pamba, asingegoma kucheza na Simba. Lakini kwa sababu Yanga ina watu ambao wamekwenda shule, Yanga ni taasisi kubwa, Yanga ina wanachama karibuni milioni arobaini na tano katika hii nchi, ina, ina mashabiki wengi na wapenzi wengi. Kwa hiyo inaposimama ina katika msimamo wake, ujue tumebeba mawazo ya asilimia sabini ya Watanzania, tumebeba asilimia sitini ya vilabu vyote vinavyoshiriki ligi kuu mpaka Champion League sawa sawa. Uh, ikatokea tena uh, sintofahamu kwamba Yanga wanadai kwamba misimu mitatu hawajapokea pesa za ubingwa huu wa CRDB, lakini TFF wanasema walikuwa wanazikata hizo pesa juu kwa juu. Uh, ja, leo asubuhi ilibidi wakae kikao cha kupitia hayo mahesabu, lakini Yanga walipeleka barua yao pale na wakawambia TFF kwamba eh, wenyewe ndo walete maandishi yao wanadai wana nini, lakini kikubwa, Yanga wenyewe wanataka fedha za hii eh, michuano ya CRDB. Si nini shida hapa kwenye hizi pesa za CRDB? Si mpaka eh, tumefikia hapa, timu inadai. Mimi uh, labda kitu moja, mwandishi wa habari, mimi nafikiri kasumba ya TFF kuzulumu pesa za za za za za za za bingwa hii sio mara ya kwanza. Marefa wanalalamika posho ndogo, hawapewi maona bwana, hivi vilabu vidogo vidogo vinalalamika. Kuna kuna kipindi, kwa mfano kama Azam, kipindikia anadhamini, anakipindikia an, an, an, an, anataka kuingia ku, ku mkataba na na TFF, kujaribu kurusha hii hizi game uga, anatoa anatoa fungu katika kila klabu, lakini unakuta kuna vilabu vingine lile fungu aliwafikii vinabakia pale TFF, na mimi naamini kwa sababu TFF pale ile ni ofisi naamini kwamba kuna watu pale wamekwenda shule. Yanga kuna watu pale wamekwenda shule. Haiwezekani thamani ya pesa unakabidhiwa bila kusaini kwenye dispatch aina yoyote. Sasa tulitaka sisi TFF, kama wao wana uhakika kwamba Yanga walipewa za zawadi zao za CRDB ya misimu mitatu 2021 kwa bt a kwa sababu lalamiko aanga Afrika. Sasa kuna sehemu gani Yanga walisaini kwamba kwamba walikabidhiwa zile pesa taslimu? Basi FFF itakiwa watoe katika katika katika katika waraka kwa kwa kwa umma ili waonyeshe, jamani, Yanga Yanga Yanga tuliwakabidhi zawadi zawadi zawadi zao kupitia dispatch, yale saini saini alikuwa ni huyu. Kwa sababu Yanga katika misimu yote hii katika ofisi ofisi pale, kuna kuna kipindi kile cha nyuma uongozi ulikuwa umebadilika. Kwa hiyo kila kiongozi anapenda kuchukua ile zawadi. Lazima kuna sehemu unasaini kuonyesha kabisa kwamba nimepokea kiasi fulani kutoka katika ofisi ya ya TFF kama zawadi ya mimi bingwa. Sasa wapi Yanga tulisaini kwamba tumechukua ile zawadi. Na, na na na hapo tumepata kuna taarifa kwamba e, zile pesa zilikuwa zinakatwa kutokana na usajili, pesa za usajili, gharama za usajili kwa wachezaji wa kigeni na wa nyumbani. Kwa zile pesa zilikuwa zinakatwa hatimaye sasa hivi kwamba lile deni liliisha juu kwa juu. Wewe unazungumziaje hilo swali? Mimi hilo swali siwezi kulikubali kwa sababu mchezaji mchezaji anaposajiliwa na Yanga, sawa bwana. Anapokuja hapa, aje kuwa mchezaji wa TFF anakuja kuwapa mchezaji wa Yanga Afrika. Kodi analipa kupitia TLA. Sawa. Sasa TFF wanaingiaje ukata hela ya mchezaji wa kigeni kuja kuchezea Yanga Afrika wakati yule mchezaji si wa TFF? Mchezaji ni wa Yanga; anakuwa na vibali vyote vya kufanya kazi nchini. Analipa kupitia TLA. Sasa TFF wanaposema kwamba wamewakata juu juu, mimi nakupa mfano mdogo. Yanga tumeshiriki mashindano ya kimataifa. Uwanja kwa mfano mechi kubwa ambayo tumecheza Yanga Afrika na Mamelodi Sundowns. Tumecheza katika ule uwanja. Ule uwanja unachukua watu karibu elfu sitini. Lakini mimi nilikuwa pale stadium tuli waliingia watu almost karibuni, karibuni elfu sabini pesa walioingia pale, ina maana kama, kama TFF wanadai mzigo lioingia pale deni lao litakuwa lijaisha, wasubiri mpaka mwishoni, Yanga anapoja kudai haki ya yao, ndio sema na mimi siwezi kulipa kwa sababu mimi nakudai kitu ambacho kinakuwa iko sio cha kweli, isipokuwa TFF sasa hivi wanaamua kutapatapa kuangalia wapi pa kushika, kitu ambacho kinakuwa sio cha kweli. Yanga sasa tudaiwi, Yanga sasa tunajiweza vizuri, sio yanga ya bakuli ujue, shehe. Hii yanga sasa hivi inajiweza, sio yanga kuzungusha bakuli. Yanga sasa hivi nasafiri na U-turn, nasafiri sasa hivi na ndege, hata ni na coaster. Yanga sasa hivi inajiweza, hawezi siku daiwa na TFF misimu mitatu, shehe, inatoka wapi hiyo sema. TFF sasa hivi wenyewe hawana pa kushika, wanabaki tule danganya lakini kiuhalisia kabisa, yanga sisi tunawadai zawadi zetu za ushindi misimu mitatu, isipokuwa kwa sababu yanga ni watu wazima, tunapoandika barua kwa sababu hivyote kuna barua tunawakumbusha, maana vipi kuhusu hela yetu, wanasema subirini elenu mtapata. Kwa sababu sasa tunashindwa kufokus kufuatilia lile swala, kufanya nini, kufanya nini usajili, kwa sababu msimu unapoisha ndio maandalizi ya msimu ujao unaofuata una, una, una, kwa hiyo mnakuwa mna focus katika swala la usajili, kwa sababu najua kile kishaingia, kile kipo. Kwa hiyo mwaka unakwisha, mwaka unakwisha ila bado hamjapewa amwezi mkapeleka kesi mahakamani ya madai. Huu ni mpira, tunajua kabisa kwamba pesa yetu sitaipata, lakini kwa sababu limetokea dabi, si atuchezi. Atuchezi finali ya, ya CRB Federation, tunaomba na zetu za ubingwa misimu mitatu iliyopita. Leo TV wanasema kwamba tumewakata juu kwa juu. Hakuna deni linalokatwa juu kwa juu shekhe. Deni linakatwa kwa maandishi. Watuonyeshe wapi deni lilikuwa limekatwa kwa mchezaji gani, mchezaji gani, mchezaji gani? Waseme kwa sababu wachezaji wa kigeni wanajulikana Afrika, msimu ulioisha ulo, na msimu waseme mchezaji gani wa kigeni amekatwa kiasi kadhaa, mchezaji wakalukulete, waone kwamba je, pesa aliyokata ni sawa na sisi tunaoidai pale misimu mitatu. Sawa, na nimeona kuna kitu kimoja. Uh, kwa misimu miwili ambayo Azam alikuwa anadhamini hii michuano ya shirikisho, aliweka zawadi milioni hamsini hamsini, lakini kwa huu msimu msimu uliopita inaonekana kuna sintofahamu ya kiasi gani mshindi anatakiwa apewe kama, kama bingwa wa ile michuano. Unadhani eh, hii iko sawa kwamba sintofahamu hii mpaka Yanga nao ameweka wa kwamba wameweka wa milioni mia mbili, wanadai milioni mia mbili ya, ya msimu uliopita? Ah, mimi nikuambia kitu kimoja, kwa sababu kama misimu iliyopita Azam alikuwa anaweka milioni hamsini kwa mshindi wa shirikisho lakini msimu huu imekuwa sintofahamu. Labda mimi na wewe mwandishi wa bai, tujiulize kwa nini imekuwa sintofahamu. TFF wasingekubali wasingekubali kuingia naye mkataba Azam bila kujua zawadi anayoiweka. Cha kwanza ili tujue zawadi unaoiweka, ndio tuweze kushiriki katika ligi yako. Lakini sasa tunaambia leo Azam kwamba alichokiweka kimekuwa sintofahamu. Kwa maana hiyo TFF, mimi naamini kwamba wanafahamu sio kwamba TFF wawafahamu, TFF wanafahamu Azamu ameweka wa kiasi gani Tanzania ni shilingi 8, isipokuwa hili imekuwa ni fumbo. Kutaka kuvizulumu nini? Kuvizulumu vilabu. Sasa basi, Azamu ili kutaka kuweka li jambo li sawa, ana wasemaji wake, ujue wakae kwenye vyombo vya habari, waite ndio shabari, ifanye conference ili waseme, Azamu bwana bingwa msimu huu tumeweka kiasi kadhaa, ili wananchi tujue. Lakini hii imekuwa azamu na TFF imekuwa ni siri, sisi washiriki, kwa nini tusijue zawadi yetu, bingwa anapata kiasi gani? Kwa hiyo yote hii ni ubabaifu ya TFF kutaka kutaka kuvidhulumu vilabu haki yao ya msingi. Sasa ili kutaka kuliondoa hili, itakiwa azamu waite waandishi wa habari wa, wazungumze bayana kwamba, bwana, zawadi za mshindi wa mwaka huu ni kiasi kadhaa milioni mia, milioni sabini, milioni samanini, ili watu wajue naposhinda mimi nachukua kiasi kadhaa. Hii itakuja kuleta shida baadaye. Bingwa anapatikana, anaenda kupewa milioni ishirini. Ligi yetu sasa hivi samani yake sio milioni ishirini, shekhe. Sasa hivi sisi wow, ligi yetu imepanda ligi namba tano barani Afrika. Uweze ukashiriki ya, ya, ya kwetu hapa, eti zawadi ukapata milioni ishirini. Sasa hii kuna ujanja ujanja hapa unaofanyika. Ujanja ujanja huu hata timu yetu ya taifa ya wanawake mpaka leo posho zao wale wa, wa, wa, wa, madada awapewi anaposho nani kama sio TFF? Lakini mpaka leo ukiongea sana uitu national team unaambia wewe kacheze mpira wako wandimu huko mchezaji akiuliza... ukiuliza sasa ivik yako wewe uitu national team oh, kaa kimya. Sasa hii mpira yetu unakwenda wapi? Lakini nasikia na, na, na mpaka marefa wa, wa ligi za wanawake wanao wa wanadai pesa za tangu msimu uliopita. Ni kweli shekhe, wanadai pesa zao za msimu uliopita na wakati FIFA wanatoaga fungu kila mwaka, au unaogopa shekhe? FIFA wanatoaga fungu kila mwaka kupeleka katika vyama vya mpira ambao ni wanachama wao. Pesa inakwenda wapi? Wanamaliza magorofa yao tu, kina waaskari unawazulumu watu hakiki wanajiriski, wala wanatoa jasho, mtu akiumia tiba yenyewe, timu ya taifa inakuwa ni shida. Ndio maana kuna baadhi ya wachezaji mpaka mwaka huu wamegoma kushiriki, kwa sababu mambo kama haya yakasumba. Kwa hiyo hii shida inatokana na TFF wenyewe, wamekaa tu pale kujinufaisha wao, si kusogeza mpira mbele. Sisi lengo letu bado tucheze mpira madara kama wale bwana, wanashindwa kujiuza lakini wana vipaji vyao wanavionyesha wapate hela. Leo unakwenda unamdhulumu, kesho mwingine. Mimi mwanangu atakucheza mpira na kipaji mimi nitampeleka pale, Shekhe, siwezi kumpeleka bwana, mtafutie mtu tu amuoe, mimi nile bata basi. Kwa mambo kama haya, Shekhe. Kwa hiyo shida hapa ni TFF wenyewe, ndio wanaharibu mipango yote hii. Tamaa walio kuwa pale wana njaa, na ndio maana hata nchi za wenzetu. Sisi nikwambie kitu kimoja, Shekhe, kama ulifahamu nchi za wenzetu sisi, refari ujue amilikiwi na bodi ya ligi, refari amilikiwi na TFF na chama cha mpira, refari wanamilikiwa na makampuni Si unajua yo shekhe. Marefari wanamilikiwa na kampuni, wanalipwa mshahara kama mfanyakazi ofisini. Kwa maana refari kuchukua rushwa, refari kuboronga inakuwa ni ngumu kwa sababu yeye ameajiriwa pale. Kwa hiyo marefari wana bwana kampuni, unataka marefari watano katika mechi fulani. Waondoka pale kwa maagizo bwana, ndio mkateshe hii mechi. Mshahara wanalipwa na ile kampuni, lakini sasa sisi hapa marefari hawalipwi. Marefari wanapewa posho, asa posho tuwakimu vipi? Ndio maana hii posho inasababisha sasa marefari waingie tamaa Unanipa mimi gemu ngumu unanipa mimi posho elfu hamsini. Ushakuja shewa na kiapa milioni tatu. Nyumba yangu sijamalizia mimi linta. Ndacha kuchukua? Najua nikichukua nafungiwa mimi miezi sita tu, miezi sita yangu mimi ikiisha na kula bata ikisha mimi unanirudisha, unanirudisha pale pale, unishushe daraja. Unanirudisha pale pale. Kwa mimi hii rushwa haitoisha kutokana na mipango mikakati ya TFF na bodi ya ligi. Ni ubabaifu wamekaa pale kwa ajili ya matumbo yao kujinufaisha tu wao, kuwasaidishia yake mpira hauwezi kusogea mbele. Yafanyike mabadiliko makubwa sana. Tuige mifumo ya wenzetu ndio maana mpira wao unasonga mbele. Sawa, neno la mwisho kwa kwa wapenda soka ambao tupo katika hichi kizungumkuti. E, unashauri nini e, nini kifanyike ili tuwe tuendelee na na soka letu kama lilivyokuwa kawaida? Mimi ninachokishauri kwa wapenda soka, kitu kimoja tupaze sauti tu. Na mimi nashukuru kama hivi waandishi wa habari mnavyotutembelea, tunapata fursa sisi ya kuongea. Lakini sasa hivi ni kabla labda mimi pale kama chizi mtetea defender pale ujue. Mtakamatwa napigwa virungu ndani kule. Lakini waandishi wa habari mnavyokuja kama hivi kutembelea mimi hapa ujue, sikamatwi. Situkani isipokuwa naongea mawazo yangu unayofikiria ya mimi ili mpira wetu uendelee tupaze sauti. Unapoambiwa jiuzulu wewe utoshi, unaangania pale kwako pale kwa babako. Toka mpira ulitoka, toka ilivyokuwa ligi ya kwanza, viongozi wangapi wamepita pale TFF? Wengi, kipindi cha Fati mpaka sasa hii TFF. Unapoambiwa wewe ufai jiuzulu, jiuzulu, waachie na wengine, itafikia kipindi tutampata mtu aliyekuwa nini, aliyekuwa sahihi. Lakini unaambiwa jiuzulu, mimi hapa stock, mimi hapa stock. Hapo utoke kwako, tutatoa kwa bakora. Ifike mahala sasa ifikie mahala sasa sisi jamani wapenda soka wa Tanzania tupaze sauti. Jamani, kwamba tunasema kwamba ili mpele wetu usogee, fulani na fulani na fulani sisi tutafanya nini? Hatuwahitaji. Na kwamba kitu kimoja sasa, katiba ya TFF kiongozi ukakaa pale madarakani, sasa hivi walisikalia unajua kashaongeza muda kwa ajili ya maslahi yake. Wakati katiba haisemi hivyo, katiba pale na ukomo, lakini kwa sababu pale kanogewa ameongeza tena muda wa kukaa pale tena madarakani TFF. Yeye nani? Kakana nani kubadilisha ile katiba? Sasa kwa ma, mazingira kama haya, Ni mafanikio mafanikio gani shehe, mambo kama haya? Mafanikio gani mambo kama haya? Amekwenda kupeleka uwanja wa Tanga kule kwenda kuweka taa. Sasa unasema mafanikio gani tunayapata eh? tunaambiwa ligi, na, ligi namba tano barani Afrika. Marefali kama hawa, nikwambie shekhe, sisi hapa Tanzania tuna refali mmoja tu mwenye beji ya FIFA ya, ya, ya Afrika. Sasa kweli nchi kama hii ligi namba tano barani Afrika kwa ubora? Tumeshuhudia hapa juzi kashika kipenga ipo kati anachezesha gemu ya ya kombe kombe la kombe la kabu bingwa barani Afrika maana anatupia kamba refarii yule yule yule jamaa kutoka kutoka, kutoka kutoka kutoka kutoka Somalia asa si nchini kubwa kilomita za mlaba ni kubwa anapenda soka watu wengi ndio maana watu wengi ndio maana sasa hivi mchezaji wote kimtaka kuja hapa Bongo anakuja kwa sababu anajua Tanzania wanapenda mpira lakini cha ajabu mpaka leo hatuna refarii anayechezesha shirikisho barani Afrika anayechezesha kabu bingwa barani Afrika kwa nini afuna kile tunaambia kwamba ligi yetu si ni bora barani Afrika Wanatuchezea wale viongozi tunaomba, tunaomba watuachie mpira wetu, wakafanye shughuli za kufanya kama alivyo unasema, tukaekti sinema na yeye akaekti sinema. Mpira umeshamshinda alipotuongoza hapa, alipofika panatosha, pa aking'ania pale, alaja kutoka kwa aibu. Tumechoka kiukweli, sinataka so, mpira usonge mbele ndugu Sheikh. Nashukuru sana ndugu yangu. Nashukuru Sheikh. Haina shida.